Shukuru Bwana Senator Allan Chesang. Pia ukiangalia pale juu dipu imetengenezwa tunashukuru kwa hiyo. Tuongelea mambo hapa chini kwa UMCA. Tunakuja tunapata hapa kwa UMCA, tuko na shida. Kuna huyu kijana ambaye amejitokeza mwenye anataka kutatua shida zetu na sisi wote tumekubali mm. ya kwamba hala nani, Joram, Joram. Joram Wataka Kisiangani ndiye atatatua shida zetu sisi kama vijana yes, na wakazi ya kwanza wadi, ama namna gani kabisa? yes. Sasa huyu huyu yes. kiongozi wetu ambaye ni Joram Wataka, yeye tumeona kazi yake kwa eneo kwa, kwa, kwa hii mm kwa ground yes. Tumeshuhudia kazi yake na tumeona kazi yake ni mzuri mm. mm. Kumaanisha akifika huko mbele atatetea maslahi yetu yes. Ama namna gani? yeah. Sasa kitu ile tundaa tumuombe yeye watu ile amechagua atikuwasilisha ma, ma, yes. matakwa ya vijana yes. au watu wafai mm. ni watu ambao wamepeleka tumbo yao pekea yeah. Ni hivyo yeah. ama sio hivyo? Ndio leo sasa tunaambia Joram mtu asimuuzie uoga mm. na mtu asiambie yeye ati yeye anaweza convince vijana hey. sisi vijana bado hatujatoa muti yetu ya, ya, ya, ku, ya kuongea kwa, kwa niaba yetu yeah. na ndio tunataka sasa tutoe muti ya kuongea kwa niaba yetu. Watu ambao wanapeleka tumbo zao kwa uheshimiwa wachane naye. Wewe kama umetoka kwenyu na unasema unaenda kwa uheshimiwa fulani, peleka tumbo yako na useme mimi mtu fulani nimekuja Sio vijana. So sisi vijana tutatafuta mtu wetu ambaye atakuja kutuongelea, alete hoja zetu, na akifika kwa mheshimiwa, anasema mimi nimetumwa na vijana wa sehemu fulani, ama ama sio vijana. Vijana pawa, vijana pawa. Ndio hivyo sasa, sisi tumesema, na kuna waheshimiwa ambao, kuna wajamaa ambao wanaenda kuongelea waheshimiwa watatu. Kuna mtu anaitwa mheshimiwa Kidori awacho malaya wa siasa, atafute mtu mmoja amuongelee, na acha kudanganya watu, watieni msemaji wa Turkana. Sisi tumetembea na sisi tumetolewa hapa, sisi tumezaliwa hapa na sisi tunatukana. Yeye alitoka Lodwar kufika hapa akatahiriwa, akaona hasa atasema kwa niaba ya Waturkana. Hakuna kitu kama hiyo. Hata sisi tulizaliwa hapa na tulitahiriwa hapa, tumeoa pia Waluhya. Mheshimiwa Ekidori tafuta mheshimiwa mmoja, tembea na yeye. Na waache kupiga Joram vita. Yeye apeleke hoja ya watu wake huko. Aachane kupiga Joram vita. Sisi kama vijana tumeamua kutembea na Joram kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Yes, na sisi hatutatishwa kwa saa hii. Sisi tumeamua hivyo, vijana tunajipanga. Tulienda shule kidogo, na hiyo hiyo kitu kidogo tulipata shuleni, najua kama vijana tukiweka pamoja, tutaunda kitu kimoja ambayo itatupea uongozi ambao unafaa sisi. Tumechoka kufinyiliwa na kunyanyaswa. Kuanzia leo Mheshimiwa Joram mtu asikutishe. Mtu akikuja hata kwa, kwa kampeni yako na siasa wachana na yeye. Simama na vijana, vijana wenyewe tutatatua mambo mambo ya huyo jamaa. Tunataka tuhakikishe 2027 Joram amechukua hichi kiti. Na kwa sababu tuna matumaini ya kwamba Joram atatusaidia sisi shida zetu za hapa. Eh? Tunaomba Mheshimiwa Joram aje kule chini atembee, watoto wakitoka shuleni na wakienda shuleni. So tutashukuru pia na hiyo. Wakula. Mimi ndio chairman wa hapa me... mkuu nanajue... kwa hivyo vijana wangu wameongea mambo mengi, na najua, nashukuru Joram kwa kujitokeza na kutaka kiti cha MCA. we, Joram wewe, tunakutambua ya kuwa wewe ni kijana wetu hapa wa nyumbani, umesaliwa hapa, tumekuona tabia yako ni mzuri kuanzia mwanzo na Joram katika vijiji, matanga, masherehe sosote, weo unapendwa na watu, kama joji na atembea na, sijui mtu mwenye ameleta chuki ndani yako ya kuja kupanda na kusema piga mwanasiasa fulani, ama tukimbize mwanasiasa fula, mwanasiasa fulani asiongee, sijui ni mtu gani huyo. Wacha huyo adui wako akuja, aongee, akishamaliza na aondoke, aende kwa amani yake asipigwe. Wenyewe, kama hapa ambayo tumekulea, tunajua tumepata kiongozi na tutakupigia kura, na nataka kusema, Joram, wewe unajua mahitaji yao vijana wote ambao wanakuambia, si mtu anaweza kukwambia ama anakuchakulia. Wewe ndio una, unatembea nao na wakikueleza unaelewa vile unaweza wasaidia. Amejengea hii jibu, amejengea wase, hajajengea vijana. Vijana hawana kazi, vijana wamesoma wako na certificate hawana kazi najua senator ako na marafiki mbalimbali mbali. si lazima awaweke hata kwa kaunti, anaweza anaeza waombea hata kwa marafiki zake na akaingiza hata vijana tano tano. hawa vijana tutajua amemaliza umaskini katika Trans Nzoia. na tena nataka anapoelekeza hivi, aambie rais wakati wanakuja kuchukua vitambulisho, yeye hapana masharti, miaka yako ime, imepita sana, msazi leta nini. Watakapofika hapo hiwa vijana wapewe vitambulisho kwa njia ambayo inastahili, wasipigiwe kelele, wasilazimishwe na iwe ya amani. Tukienenda hivyo itakuwa ni vizuri, lakini kama tutaongeza mambo ya ukora ukora, a a, na nataka senator na Joram, ambia senator aende aongee na mheshimiwa George na atembea waelewane, ili wakuje watembee pamoja. Anapokuja katika kiraundi hapa atembee na huyo mheshimiwa pamoja. Maana sisi katika masenata ambayo wamekuja wote, hatujawahi ona senata kama Chesang' ambaye ametufanyia maendeleo, ambaye anarudi kuona wanakijiji. Ni yeye peke yake ambaye ya amerudi. Ikiwa ataelewana na yeye wakuja watembee kwa pamoja, basi tutasema tumepata viongozi, na nina uhakika ya kuwa Joram wewe, diwe liwalo, utaingia katika hiyo kiti cha usiwe na uoga, tembelea vijana, tembea tembea mkuyu hapa ndanindani wote yote